Angalia sana usiju ukashiba viazi ukashiba vitumbua ukashiba mihogo ukashiba vitu vinono vinono, vingi, asali na kadhalika, na maziwa, ukasahau kwamba Mungu yupo, ukasahau kwamba Mungu yupo, ukadhani aliyeweka sukari kwenye nanasi ni baba yako au babu yako, ukadhani aliyeweka sukari kwenye miwa ni mjomba wako. Usisahau haya Mungu yupo ukasahau aliyesema mwanadamu ataishi miaka mia moja na ishirini mwisho, ukasahau kwamba aliyeifanya hii dunia tuliopo ukasahau. Jiangalie sana kushiba kwako, usije ukadharau vitu vingine. Shiba uwe na akili, wengi wakishiba akili huwa zinaondokaga. Usiondo akili zisiondoke kwa sababu na hela, usikose akili kwa sababu na magari Usizirusu akili ziondoke, kwa sababu na nyumba, kwa sababu na akili no. Kuna vitu ambavyo lazima uamini kwamba vipo. Mungu yupo, ndiye aliyefanya kifo. Ndio maana aliyeandika kifo atujai kumpata mpaka leo. Usiwe na akili mbili, nakuonya. Hmm, zani watu wananielewa. Huwa mkishiba, mkisoma sana. Ukisoma sana elimu inaondoa inaweka uchinga